Nilisema hapa kwamba sitaki kuzungumzia mambo ya Doha maana walitukataza kuzungumzia hayo mambo. After okay. Walitukataza kuzungumzia hayo mambo lakini acha basi niende kidogo. Doha tuliweza kuambia kwamba sisi tunaweka hiyo amao tulisema kama ni mamesur detablissement de, de confiance mbele tuanze, na tulikubaliana kama zile mesure zinapashwa kumalizika ama kufanyikwa na guvernema kufanyi ya Kinshasa mbele tuingie mu vitu vingine, na hizo mesure mmoja moja yazo ni kuweza kufungula wandugu zetu ambao wanafungwa Kinshasa kufatana na fesi yao, kufatana pia na namna wako, maana watu wengi walibebwa hapa Goma kufatana na fesi yao, kufatana na umbo wao, na sisi tulisema wale watu wanapaswa kufunguliwa kwanza, na tulipana list ya karibu watu mia saba ambao wanapaswa kufunguliwa hiyo ndiyo swali, jibu ya kwanza ya swali ya kwanza. Na wazauili translate mbele tu, tuongeze kurudi kwa wakongomani ambao wanakuwa ndani ya makempi ya refugee ya wakimbizi, kama ilizungumziwa pia, uwa hii swali inakuwa moja ya vyanzo vya vita ambavyo vitazunguziwa tukishamaliza ile stepe ya kwanza ya kuweza kuweka hizi mesure detablissement de, de confiance, ama mipango ya kurudisha kuaminiana. Wa wakati tunamaliza hiyo mipango tutaongea ama simamisho kwa vita. Alafu tukishamaliza hiyo, ndio tunaanza sasa kuongea mambo ya vyanzo vya vita. Alafu hii swali ya wa refus, ya, wa, ya wakimbizi inakuwa moja ambayo itaongelewa eh. Maana unasema kwamba wandugu zetu wakimbizi wanakuwa na wanawaza kwamba wanaachiliwa swali lao aliongelewe tena. Acha nikuambie labda, nilisema wakati ambao nilikuwa najibu kwa swali ya ndugu yetu hapa, swali ya wakimbizi inakuwa katikati ya vita yetu, lakini pia inakuwa katikati ya maendeleo ambayo tunataka kufanya ndani ya nchi. Tunataka leo kufanya kurudi kwa ndugu zetu ambao wanakuwa ndani ya kambi. Isiwe kama menasa kwa wengine wa Kongomani, lakini waone ndani eh, eh, malifika ndio yanaakiswai nzuri, waone ndani opportunite ya maendeleo ni kusema tunataka kurudi kwa warefugi iwe baraka, iwe mwanzo ya maendeleo kwetu, iwe une opportunite de developpement ai maana, huko wakongomani wengi ambao walichukua mali ya hawo wakimbizi wakati walienda, na leo wanaogopa kusema hawa wakimbizi wakarudi, watakuja kununyang'anya mali yetu ama vitu ambao tuliwachukua sisi. Hapa tunasema hapana, hatutafanya hiyo, hatutanyang'anya mtu kitu kyake, lakini tunataka hii mwanzo hii kurudi kwa warefuji ya wakimbizi iwe mwanzo ya kujenga, ya kujenga tuseme, michi ya mpya vilaji za mpya ambayo zinakuwa ndani maendeleo. Na modeli yetu ambayo tunakuwa nayo ni ile system ya makibuti ile ya Israeli. Tunataka tujenge mavilaji ambayo zinaweza kuwa na security, zinakuwa na vitu vyote ndani, kunakuwa shule, kunakuwa eh, kunakuwa hospitals, kunakuwa police, kunakuwa kuna kuwa... hivi vyote vinakuwa huko ndani ya hiyo hiyo village alafu na watu wanakuwa na shamba pembeni, wanakuwa na ng'ombe pembeni. Tunataka kujenga vitu kama hivi ambavyo vitakutanisha vita watu wetu wote, ikuwe wale wenye walibaki, ikuwe wale wenye wanakuja, wote waingie ndani za nyumba nzuri, waishi pamoja, wafanye reconciliation. Hiyo ndio mipango ni yetu, unaona kwamba wakati wale wanakuja na wanaleta programu kama hizo za kujenga taoni mpya, kujenga siti mpya, kujenga vilaje mpya na kuchangia pamoja, ikuwe shamba ikuwe e, ngombe ikuwe sijue vikuyu, wanachangia pamoja, itatusaidia kuleta maendeleo, maana wote watakuwa na kitu ambao wanachangia, na watu ambao wanachangia interest hawapigani no wote watakuwa na protect hizo interest zao. Ndio mawazo yetu, hiyo ambayo tunaweza <coughs> ni kusema, refugee hatutamrudisha ama mkimbizi hatutamrudisha, ofiofi hivi tu arudi hapa. Tunapasha kuhakikisha kama security inauwa, na tunapasha kuhakikisha kama zile program za kujenga zinaanza, alafu watu warudi bila wengine wa kuona kama wanakuwa menasi.